Eh, yeah. sasa apande kidulanzi yeah. wewe unataka apande kidulanzi terminal 3 yetu sisi mm. hamna ngogwe yote anayokwenda terminal 3. Mm. kwa hiyo kama tunapanda na tupande mm. hatuna wasiwasi ndio mwaka wetu wao si wametolewa hawamo mm. au nilivyokwambieni kwamba hawamo ngogwe hawamo ngogwe mwisho wao uliishia pale lakini Simba anachanja mbuga oh, anaendelea familia ah. Eh, tuko fainali, familia iko fainali. Sasa tuna wasiwasi gani? Ee hey, kuna familia kubwa itakuwa inakuja hapa ndugu yangu, ndugu yangu Daudi Kaisira kutoka zake Geita huko pamoja, anaumwa lakini Mungu atamwafu mguu wake, atapata muda kwa sababu kwenye mechi kama hizi za kimataifa akukosa, lakini Salimu Abdalla maana darie kutoka Oman naamini naye atakuwepo. Zile familia ambazo hatuonani nani sana zingine Marekani, Uingereza wapi, ndio hii tunaonana ikiwa siku kubwa kama hiyo ya fainali mashabiki wasifanye uzembe, wakati tiketi kwa wingi mapema, yaani kila mtu awe na tiketi mapema kabisa, kwa sababu tunaenda kufanya jambo la like kimataifa, tunaenda kuhakikisha yule mwari akitua terminal 3 Haru tena kupanda aondoke, lazima tuchukue sie, tumbakishe hapa kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Ndo unaendelea, si ndio? Tumekuja na kauli mbiu hiyo ya ubayaubwela wala, sasa unasemaje? Hey, avichachi, avichachi tuna, tuna timu nzuri. Hii timu yetu sisi Mb. kama ninavyokuambia ni kila siku naimba nyimbo moja. Simba huyu ndani ya ligi hii ya NBC hajafungwa katepeliwa mechi moja, lakini wengine wote wamekongotwa kongotwa hajafungwa katapeliwa mechi moja. Kwa hiyo tunaendelea kubondabonda kila anayokuja sasa hivi, tushafika asilimia sabini na mbili. Kwa hiyo tunakwenda sasa kutimiza ile asilimia tisini. Unajua, ukimshusha na maburuu pale ukinaniwa, asilimia hiyo itafika mapema tu, lakini na wengine wengine bado eh, lakini tuna malengo makubwa ya kufanya vizuri, kuchukua CRDB. Sawa sawa, tunachukua ligi NBC, tunaenda kuchukua na shirikisho Simba. Hii ya ubaya ubweli watapotea, mdogo wangu, wallahi wanapotea. Walay, wanapotea, mm -hmm. wanapotea. Nakuuliza we Diblo Fernandes Mavambo, fundi wa mpira, pija tachi, unahesabu hesabu pasi hamsini, thelathini, arobaini, hamsini, mia mbili, anapija anaondoka, pija anaondoka, akituliza yule. Huyo nani, mtu alokuja kuchunguza, akiangalia tu anaandika mm. Yule wa kwanza Elia Mpanzu Kibisa wala leo umemwona, si umemwona? mwisho mwisho na alivyofika, kaja kufanya mashambulizi, si ataonekana yule? Show game tu atakuja aandiki. Umeona dhambi atamwangalia Joshua Butare Budo, anavyopekenyua msitu mkokono kwa muda wote, yeye anaiangalia kumi na nane aingie nayo, akitoka kaachia, kachukua. Na leo akimwangalia, kachukua man of the match, atamwandika Fabrice Rwamba Ngoma, atafikiria atamwandika Yusuf Kagoma kaingia kipindi cha pili, unaweza ukasahau ukamwandika ukoje, alafu katika kikosi chetu kile unaweza ukashangaa umeandika watano wa ambao wanaingia kipindi cha pili au saba wa kipindi cha pili hey. Kwa hiyo ina maana wakija wanapotea kisa, kila siku rotation inabadilika. Leo hivi unaangalia leo akwanza mpaz eh? Utamwandika Kibu Denis, lakini baadaye unashangaa kaingia, wamemuona mukwala, lakini unashangaa juzi alikuwa ateba na alipiga goli moja zuri toka NBC yanze hajawahi kufunga mtu goli kama lile. Wanasema leo limefunga. Ametani ametani kulia, alivotani akaukevu ule mpira ukaenda kukata, unasema nikisema vi sio kweli yeah. Hamna yeah. Mpira yeah. Unaokata vu hamna inayokata vi yeah. Imekata u alafu <laughs> ikaenda ndani ya kwapa ili goalkeeper yule akasikika anasema ama hi goli ye, golkipa mwenyewe hakutegemea kajua inaondoka nje kabisa nje ya kumi na nane. Sasa ukikaa, ukimnani, mkwala na huyu mkwala leo katia magoli hapa kama umevyoona, kwa hiyo unaangalia, ah, tuchukue nani hivi na hivi wataenda watasoma chazi ya hua leo hajafanya vitu vikubwa, vitu vyake vilikuwa vidogo sana, lakini mwangalie mechi iliokuwa imepita kafanya vitu vikubwa sana, kwa sababu wale waliaibiwa, tunajua mechi ngumu Umeona hey, kwa hiyo ina maana wanavyokuja hao watu wao watapotea bure, tutawafunga nyingi, kwa sababu simba huwezi kumchukulia ku vile. Kila unapokuja unajua tulikuwa na mechi mfululizo, kwa hiyo rotation ya wachezaji unabadilisha, una hey, utakaa, utamwangalia Valentino nauma na vitu anavyofanya, utaandika, bwana, yule beki tatu mzuri, anapanda muda wote, anamwaga maji, ujamuona Mohamed Hussein Eh, hujamuona yuko nje juzi kati bwana hata Shomari hakuwepo bwana, alicheza nadhani cha kwanza, sijui hakuwepo. Alafu tukabadilisha ule mfumo, ikawa mabeki watatu, alafu wote wako ndani, unakumbuka ile uliona hey. hey. ile hey. alitolewa ile sasa, kama vile huyo mpinzani atadaka vipi? Kocha mjanja huyu anaakili kama siafu. ana aki, akili kocha Fadlu ana akili kama siafu siafu. Unajua akili yake akipanda mguuni umuone; akifika kuna kuashua nah. lazima upige ukelele yeah. Si unajua ujeja ja ndo kocha Fadlu, kwani yee ajui hapa? E, Simba hii sasa hivi kila mwanasimba ana raha yake, tuongee tu, yaani tunatembea kwa maringo. Mwanasimba sasa hivi ukimwangalia, kama umeona zahabu. Kwanza anatamba na Simba yake, anajua kuizungumzia Simba yake Eh, utatwambia hey, nini ndio timu bora hapa Tanzania, sio zile zingine za magumashi magumashi, ukanunue we watu, uwekeze, ili mradi upate pointi tatu. Wengine tena mikataba yenu mnaingia, we bwana, utanipa goli kumi na ah, mbili we utanipa goli kumi, wewe mkataba wako huu, utanipa goli nane nje ndani. hey, Simba hayuko hivyo. Simba kila mechi ngumu, si umemwona huyu KMC? mm. watu wamemdharau, si umemwona leo eh, mechi zilikuwa ngumu. Hey, na sio tumemchukulia simple, lakini hivi akifika kwa wale ambayo kocha wao kabla siku moja alikuwa anaomba uwekezaji kwa yule awe mkumuona, kocha wao kaliongala si kabla ya mechi siku mbili alikuwa anaomba uwekezaji na wao wasaidiwe, kaongea watu tukashangaa, zilikuwa za kutosha JKT tu ndo aligoma. Hey, kwa hiyo na maana ukiwa na mpira ule mwisho wa ya siku yatatokea yale ya kocha wao aliyoondoka, alisema kwamba hapa ligi Haiko sawa eh, Bwana Saidi, ligi ya hapa hatuna mechi zile nzuri, hatuwezi kufika mbali. Kweli hawakufika mbali au walifika mbali? Jamani, si wameishia kwenye makundi wakaondoka, hata ile mwaka robo hawajafika, masikini ya Mungu. Simba anacheza fainali sasa hivi, mkawaambie watu Simba anacheza fainali. Ile mambo ya medali medali, Mzalamu sitaki kusikia tena. Sijui watu hey, hey, medali mnayo nyie hey, kutwa kama watoto wanalingisha vishilingi. Mama hataki medali, mama anataka kombe, ndio maana si atuzungumzie. hata tukipata mambo mambo kali lakini sisi tunataka kombe likishuka termino 3 hapa basi, likitoka pale lienda ikulu no, so ikulu no, naenda na medali kombe. No, hakuliona Mzaramo walione kiwango anacho, bwana nusu fainali unadhania? Si walienda, wamewafunga timu iloshuka daraja, ile ilikuwa fluku tu wale waliokutana nao hawamo. Wametolewa pia salamu kwa namna ambavyo Simba ameshinda viporo vyote. RS Berkane anaenda kukutana na Simba kwa namna ambavyo anaifuatilia takwimu za Simba, e, mechi nne mfululizo ameshinda. Hii Berkane itakuwa najiandaa kisaikolojia namna gani? Ah, anapojiandaa ajiandae kama alivyo Simba ya kufungua magoli mengi. Tulishaiacha ugenini, lakini Simba ya kwa Mkapa ukija utoki, ndo Simba hii ipo unayoiona, akija mtu anakufa. Na kila tunavyokwenda, Simba inajengwa, Simba inajengeka. nyewe nye Wenyewe mnajua, wachezaji waliokuwa wako chini sasa hivi wanakuwa juu wako vizuri kabisa. Wachezaji waliokuwa wanazingua sasa hivi hawazingui wanafanya makubwa. Kocha anawajenga wachezaji, na kila mchezaji anafanya ushindani ili atengeneze kupata namba pale Eh, ndio maana kocha anawapa wote nafasi. Kwa hiyo tunajivunia Simba kwa sababu kila mchezaji anajitoa. Lakini mpira tunakuja tunakuja kuangalia mpira hapa hivi ukija, kama vile uzuie Leo KMC, hajataka kufunguka. Kuna kipindi zilipigwa pasi kama milioni nne na laki tano mimi nakaa naangalia, sasa hawa kama hawaendi mbele itakuwaje? Tutawafungaje? Tunakwenda baada ya kuwapiga wapili tu, wakaona tubaki huko nyuma, zinapigwa tu mara ile ya mpanzu na mara nani Fabrice Ngoma, Chefondo Maloni, Abdulrazak Hamza, Mohamed Hoseni, inakwenda. Yaani zilikuwa zinapigwa kule kule, zinakuja hapa budo, tunarudi nyuma. Sasa ina maana ndo waliwaheshimu wale, wanajiuliza huyu ndio uh, golikipa ambaye anatarajiwa kubeba tuzo ya golikipa bora anaruhusu uh, magoli kwa kweli, mzaramo limekaaji.